Novemba mwaka jana, bunge lilipitisha sheria ya bima ya afya kwa wote ambayo itatumika katika kutekeleza jukumu hilo, lengo likiwa ni kusaidia kila mwananchi aweze kujiunga katika mfuko huo. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, sasa imebaki utekelezaji ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ya kufungua bunge la 13 aliweka wazi kuwa bima ya afya kwa wote ni kipaumbele ambacho kitawekewa mkazo na serikali. Katika kuliangalia utekelezaji wa azma hiyo Azam News imezungumza na wadau mbalimbali wa sekta ya afya ambao wameweka bayana juu ya mambo muhimu ya kuzingatia ili utekelezaji wa utaratibu wa bima ya afya kwa wote uwe na tija kwa. katika hizi skimu manake, lazima tuweze kuangalia ni skimu ipi yani kila mwananchi aingie kwenye, kwenye skimu ile au kwenye package au unasema kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ule mfuko ambao yeye anaweza Yaani manake kila mtu akalazimisha kuingia kwenye mfuko ambao hawezi kulipia. Kwa manake kila mfuko, tunatamani serikali tuone sasa kwenye utekelezaji mifuko mbalimbali yani itengeneze package tofauti kulingana na uwezo wa mtu, ili watu waweze kuvutiwa zaidi, kuwepo na regulations, uh, yeah, regulators ambao inakuwa ni, ni, ni, ni, ni ambaye atakuwa fair uh, ambapo ataweza kutusikiliza wote Eh, watu kama sisi wa private, serikali pamoja na wadau ambao ndio members, ili tuweze kuweza kufanya kazi kwa pamoja na, na, na kwa, kwa uwazi eh, ili asiwepo mtu yeyote ile ambaye atakuwa na complain, eh, kama ameonewa au hajaonewa. Bei ya kifurushi iwe affordable, isiumize taasisi wala isimuumize mwananchi. Ikiwezekana pia wananchi walipe mdogo mdogo nini kwa sababu leo anaweza kawa na elfu kumi, kesho akawa na elfu kumi ndio akafikisha pengine kitita cha laki moja na ishirini na tano, na pengine baada ya miezi miwili miezi mitatu. Jambo la tatu, tatu tunahitaji fedha hizi tutakazozichangisha, serikali is a ring fence, isithubutu hata kidogo kuzitumia kwenye matumizi mengine. Wananchi ndio wahusika wakubwa hapa, kwa sababu ni mpango ambao utakuwa na gharama kubwa. Uh, ni namna gani serikali itaweza kufidia hizi gharama za matibabu kwa wote eh? Mawazo yangu mimi nachangia ni kwamba labda serikali eh, ijaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa viongozi. Bima ya afya inastahili na inafaa, ila wakiweka kiwango kikubwa watu hata hataweza kujisajili na bima ya afya, hawataielewa Ila ukiweka kiwango kidogo wataielewa na watu, watu wengi wata, watapatikana kutokana na hali ya halisi ya Kitanzania, mambo ni magumu. Aidha, kwa sasa asilimia nane ya Watanzania ndiyo wanaotumia huduma ya mfuko wa bima ya taifa ya afya huku wengine wakiwa wanatumia huduma nyingine za bima ya afya na wapo wanaotumia fedha taslimu kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali mbali, hapa nchini. Upendo Maiko, Azam News. Dar es Salaam.